kabidi tusimame kwa sababu tulikuwa wili tu kwenye gari tukasimama, kwenye kumuona huyu binadamu anailia, ana shida gani. Sasa nikashuka nikamfuata mama, mbona unalia umeshikilia na mtoto mdogo? Akasema nilishushwa kwenye gari kwa sababu nilipungukiwa nauli na kwenda hospitali ya ya ile ilia... wapi wow? Ah, no, alikuwa anakuja hospitali hii ya Mkoja, lakini alikuwa anaanzia hospitali kule Nindo sisi tulikuwa maeneo kidogo nakaribia Nindo na ndiko tulikomkuta, wakamwambia wanataka nauli elfu tano lakini ni maeneo ambayo sizani kama yanazidi kilomita hata kumi kufika pale hospitali. Kwa hiyo sisi ikabidi tuje naye moja kwa moja. Kwa hiyo niwaombe LATRA kama wako hapa, wawajibike kwenye sehemu yao, kwa sababu kuna kigezo kimezuka huko kuwa hatuwezi kuwapakia, nauli imeongezeka, serikali haiuzi mafuta hao wenye magari tunafanya biashara lakini hatutakiwi kuwawekea wananchi chuki na serikali bila sababu. Yule mama hata kusoma nadhani hajui. Nilijaribu kumwambia ni, naomba namba ya simu lakini nadhani atakuwa bado hospitali. Nataka nitamfuata nimuulize ilikuwa ni kampuni gani ani kampu. Alinipa namba ya simu lakini simu yake ilikuwa ifanyi kazi ehe. Lakini sasa ile si kitendo kizuri sehemu ambayo zidi kilometa kumi hata hata kama sidhani kama nauli yake nazidi 2000. Jina langu Denis Magembe, afisa mfawidhi Latra Shinyanga. Nipende kukubaliana na hizo changamoto. Kuna baadhi ya watu walijaribu kutake advantage ya wimbi la siku mbili tatu, lakini kwa mkoa wa Shinyanga hii leo tumeipokea na tutaendelea kushughulika nayo eneo la nauli ya elfu tatu kuna chombo cha usafirishaji ambacho kinasafirisha kwa elfu tano lakini bado wakati huo huo kimeushusha mama na mtoto, mtoto mchanga eh, kwa sababu amekosa elfu tano kwenye eneo ambalo nauli ni elfu tatu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba ulifuatilie hivi na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa chombo hicho cha usafirishaji ambacho kitabainika kwamba ndicho ambacho kimeshiriki au kimehusika moja kwa moja kumshusha huyo mama, na kutoa kauli ambazo si sahihi sana na za uongo na za kuchonganisha serikali na wananchi, kwa sababu ndani ya mkoa wa Shinyanga hakuna sehemu yoyote ambayo